Hii ni Bugoma TV. Habari. Rudisheni Habari. Mikopo msisubiri kusukuma na kufuatiliwa fatiliwa. Halmashauri yetu imekusanya fedha na kama yalivyo maelekezo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, fedha hizo leo zinarejea kwenu, hivyo tuna kila sababu ya kupongezana wote, kila mmoja kwa nafasi yake alivyoshiriki katika kuwezesha mapato hayo yakusanywe. Leo tu ndo tuna milioni 525, lakini hapo nyuma tushagawa si milioni 800. Kazi hii ni kazi iliyo njema kwa ustawi wetu sisi, vikundi hivi vinaenda kupata milioni 244 914. Vijana mlioko hapa, nyosheni mikono. Mpo vikundi takribani 48, mnaenda kupata milioni 270. 843. Watu wenye ulemavu vikundi saba, naomba nao wapunge mkono, mnaenda kupokea milioni tisa na laki tatu. Hizi ni fedha nyingi, zikifanyiwa kazi iliyokusudiwa zitatoa matokeo chanya. Rudisheni mikopo, msisubiri kusukumwa na kufuatiliwa fuatiliwa. Mkirudisha ninyi wenzenu ambao waliomba na hawakupata nao watapata Mkirudisha ninyi mtaongezewa tena. Na ninyi ni matumaini ya serikali, ni matumaini ya mheshimiwa Rais, ni matumaini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni matumaini yetu na yakayo matumaini yao, kwamba unakwenda kusonga mbele. Tunawategemea. Baada ya kupata mkopo huu, wana vikundi wote vikundi viwe endelevu, yaani hatutegemei kwamba tumetoa mkopo halafu baada ya muda mfupi vikundi vinasambaratika. Lakini pia urejeshaji wa mkopo huu, tunajua wana vikundi, mkopo huu lazima urejeshwe. Kwa hiyo tunategemea mtarejesha kulingana na mkataba tutakaokuwa tumeingia na halmashauri. Naitwa Halima Abdul Kitumba ni afisa maendeleo kutoka Halmashauri ya Wilaya Tanganyika inayopatikana mkoa wa Katavi. Mkakati ambao tumeweka katika kufanikisha kwamba mikopo hii ambayo inatolewa na iweze kurudi ili na wengine waweze kukopa ni kwamba kuna kamati kuanzia ngazi ya kata ambayo ndiyo iliyevichambua vikundi hivi mpaka kuviona vina sifa mwisho wa siku na vikapata mikopo kwa sababu mchakato kwanzia kwenye kata kunakuwa kuna vikundi kuna mwingi vingi ambavyo vinakuwa vinahitaji mikopo hii, kwa hiyo mkopo huu ambao umetolewa kwa kanuni na sheria mpya za utoaji wa mikopo, kwa kweli mambo yanakwenda vizuri. Namshukuru sana Rais wetu Samia kwa kutuwezesha walemavu, ingawa mimi ninavyoongea hapa mpaka siku ya leo sijawahi kukopa. Sijawahi kukopa, nasema kweli ila nimeamua kukopa mwaka huu ili sasa nipunguze omba omba. Napenda kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia hii mikopo, kwa sababu inatusaidia kujikwamua kiuchumi, kuendeleza maendeleo yetu, kuendeleza biashara zetu. Pia nashukuru kwa kila kitu ambacho Samia Suluhu Hassan ametuletea, pia kwa kuendeleza hata wale ambao wajiwezi, kwa sababu kwa mfano, wenye ulemavu, vijana, wanawake.